Muda wa meli muda wa meli za makasha kusubiri na ngani umepungua kutoka siku tano, umepungua kutoka siku tano na sasa huingia moja kwa moja gatini pindi zinapowasili katika Bandari ya Dar es Salaam. Idadi ya makasha inayohudumiwa imeongezeka kwa asilimia 35 toka makasha laki moja hamsini na tisa elfu mia nane na saba hadi makasha laki mbili kumi na tano mia mbili themanini na sita na jumla ya uzito wa shehena iliyohudumiwa imeongezeka kwa asilimia 14 toka shehena tani milioni kumi na nne mia nne ishirini na nne hadi tani milioni kumi na sita mia nane sabini. Mheshimiwa Spika uwekezaji uliofanywa umeongeza makusanyo ya mapato ya serikali hususan yale yanayotokana na kodi toka wastani wa shilingi bilioni 850 kwa mwezi kwa mwaka ishirini na tatu ishirini na nne hadi shilingi trilioni moja kwa mwezi mwaka ishirini na nne ishirini na tano na umepunguza matumizi. Umepunguza matumizi kwa shirika la bandari kwa mwezi kutoka wastani wa shilingi bilioni 262.15 kati ya mwezi Mei ishirini na tatu na Machi ishirini na nne hadi shilingi bilioni bilioni 169 imetoka bilioni mia mbili sitini na mbili hadi bilioni 166 bilioni mia tatu ishirini na tatu kati ya mwezi Mei ishirini na nne hadi Machi ishirini na tano. Pia tunaendelea kufanya maboresho uh, katika bandari zetu za Mtwara na Tanga. Mheshimiwa Spika, uboreshaji wa bandari ya Mtwara uliohusisha ujenzi wa gati uzio na barabara inayounganisha gati jipya na maeneo mengine katika bandari umekamilika. Hatua hiyo imesaidia wananchi wa Mtwara na maeneo ya jirani kuongeza biashara na uwekezaji, pamoja kuharakisha usafirishaji wa mizigo kwa gharama nafuu, hususan mazao ya korosho, ufuta na makaa ya mawe. Mheshimiwa Spika, sambamba na uboreshaji wa bandari zilizopo katika bahari ya Hindi serikali pia imeendelea kuongeza wigo wa huduma za kibandari kwa kujenga na kuboresha bandari zilizopo katika maziwa makuu nchini. Kazi kubwa zilizofanyika ni pamoja kukamilisha uboreshaji wa bandari ya Kemondo, kuendelea na uboreshaji wa bandari ya Bukoba ambayo imefikia asilimia 94 na bandari ya Mwanza North ambayo imefikia asilimia 58. Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha ukarabati wa boti MV Tangazo iliyopo Tanga pamoja na matengenezo ya boti MV Mkongo iliyopo Pwani ambazo zimeanza kutoa huduma. Vilevile tunaendelea na ukarabati mkubwa wa vivuko vingine ambao umefikia hatua tofauti MV Kilombero 2, MV Nyerere, MV Old Ruvu, MV Magogoni, MV Ukara na MV Kigamboni na MV Pangani au Pangani 2 vipo katika hatua tofauti za matengenezo. Pia tunatengene tunaendelea na ujenzi wa vivuko vipya sita kama ifuatavyo: Bwiro Bukondo, Kisori Rugezi, Iringa Kahangala, Nyakaliro, Kome, Buyangu, Mbalika na Nyamisati Mafia. Sambamba na hayo, ujenzi wa meli mpya ya MV Mwanza katika Ziwa Victoria unakamilika ndani ya muda mfupi. Usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare